Uharibifu wa madhara ya madawa ya kulevya unaliangamiza taifa hili. Ni lazima tusimame wote kidete, tupambane na hii vita. Ni vita ngumu, lakini lazima tuifanye, tumtangulize Mungu katika kufight hii vita. Kwa hiyo IGP, leo nakupongeza kweli, hongera sana. Na ndio maana nimesema, ndugu zangu, vita hii ni ya wote, vyombo vyote vya ulinzi kuanzia Tanzania bara mpaka Tanzania visiwani lazima tusimame pamoja, hatuwezi tukawa na vijana ambao wanatakiwa kuwa ndio waendesha nchi hii wakawa kila mmoja ni walevi wa madawa ya kulevya, halafu wakubwa fulani wanapita tu wanazunguka wanatamba. Haiwezekani. Na ningeomba kesi za madawa ya kulevya, Mheshimiwa Jaji kaimu jaji mkuu yuko hapa zinachelewa sana. Umemshika na madawa ya kulevya, kesi haihukumiwi. Kuna mmoja ameshikwa, yuko mtu anajulikana sana wa madawa ya kulevya, ameshikwa, yuko Lindi kule, sijasikia hata siku moja anatangulizwa mahakamani na kushughulikiwa haraka. It is taking too much time. nafahamu wapo baadhi ya viongozi walikuwa wanataka kumtetea Simamia sheria hawa wakubwa wakubwa, na yule ni mkubwa. Lazima tufike mahali wakubwa wanafungwa badala ya kudili na watu wadogo wadogo. kwa hiyo bahati nzuri nazungumza na vyombo na vyote viko hapa okay. Mtalisimamia hiyo.